Leo hii tuko hapa tumekuja kuwazawadia wateja wetu ambao wamejishindia uh, zawadi mbalimbali katika kampeni yetu hii ya Gesi Yente ambayo tulizindua mnamo mwezi wa 8 tarehe 13. Of course, kama Tanzania kuna malengo ambayo yamewekwa na serikali kwamba ifikapo mwaka 2034, uh, asilimia themanini ya Watanzania basi waweze kushift kutoka kwenye matumizi ya kuni na mkaa kwenda kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia na sisi kama Oryx, Uh, hatuko nyuma kwenye hilo na tumeweza kuhakikisha kwa kwamba huduma zetu zinafika kona zote za nchi hii. Uh, lakini pia tumewawezesha mawakala wetu mbalimbali mbali kuwa na uwezo mkubwa wa kuwafikia wateja wetu, lakini pia tumeweza kuwawezesha kwa mawakala wadogo wadogo kupata nyenzo mbalimbali mbali, ili waweze kuwa na zile huduma katika maeneo ambayo uh, mtu uh, au mteja wetu anaweza akapata huduma yetu bila matatizo yoyote. Kwa hiyo tupo katika njia ambayo tunaelekea uh, katika kuhakikisha kwa kwamba angalau asilimia 80 ya Watanzania watoke kwenye matumizi ya kuni na mkaa kwenda kutumia uh, nishati safi ya kupikia. Mwitikio of course umekuwa mkubwa sana, tumeweza kufikia wateja wengi sana, uh, ni zaidi ya watu milioni moja wameweza kukwangua kadi na kutuma ujumbe na sisi tumeuona. Kwa hiyo ni mwitikio mkubwa sana na sisi tumeona basi, uh, hebu ngoja tu, tuongeze muda kidogo mpaka tarehe 15 mwezi wa 12, ili kampeni yetu hii itakuwa imeishia hapo, kwa sababu zawadi bado zipo na mitungi ambayo ina kadi bado ipo uh, sokoni. Kwa hiyo ukibahatika kupata mtungi ambao una wewe, uh, kadi wewe, chukua kwangua ile kadi, usizarau kwangua kadi, huenda ikawa bahati yako ya kujishindia pikipiki, kujishindia begi la shule, uh, tuna zawadi nyingi sana. Kwa majina anaitwa Alfani Swedi Msalilwa, ni mkazi wa Kibawa kwa Matias. Nimekuja nimekuja hapa kama mwakilishi wa mke wangu ambaye yeye, yeah, anaitwa Aisha Amali Semvua, na yeye yeah, ndo alikuwa mtu pekee ambaye huwa anaifuatilia sana hii kampeni. Mimi sikuwa naifuatilia. Kwa mara ya kwanza nilimwachia pesa, alinua mtungi, anarudi baada ya hapo, akaniambia kwamba ameshinda ame, ame pikipiki kwa hiyo binafsi sikuwa naamini, lakini nimeona kwamba ni vitu ambavyo vipo vipo vipo kabisa. Kwa hiyo nimefurahi sana. Irene, naitwa Irene Godfrey Alphonse. Na mi nimeshinda zaidi ya pikipiki. Pikipiki piki, inaweza kutumika kama biashara, watu wana move kila siku, movements ni nyingi kwa maana huo ni mtaji tosha kabisa ya, na nimefurahi sana sikudhani, kama ni kweli. Nilidhani tu ni mambo tu yale ambayo kama tumezoea kuona kitu kinatokea lakini hakiwi kweli, lakini imetokea ni kweli, na nimefurahi sana. Na kwa kweli gesi, mimi naweza kusema ina msaada kwa asilimia mia kwa matumizi ya kwangu na nyumbani ninapokaa ni, ina ni asilimia mia. Kwa jina naitwa Ilkana Claudi Madilisha, ni mkazi wa Tegeta. Chanzo cha kushinda jiko la gesi, mi ni mtumiaji wa jiko la gesi. Enda kubadilisha jiko la gesi, ndo nikakuta kunao ile kadi ya kukwangua, nikakwangua nikajaza. Nilipojaza wakaniletea message hapo hapo, wakaniambia mi ni mmoja wa washindi, nimejishindia jiko la gesi. Hivyo kuona washauri wanaotumia jiko la kuni la mkaa, jiko la gesi linafaa sana kwa, kwa sababu unaweza ukatoka kazini, hupo umechoka, unaivisha haraka sana.